Nasikiliza ni Baraka One TV, tuko saa tisa saa za Afrika kati, ikiwa ni kumi majira Afrika Mashariki, na mimi ni baba la baba yote ya Butembo Najua tuko vizuri sana ni ndugu yenu hapa baba la baba, mzee wangu wa Suma Rajabu Akili Kabonga aka eh, mnajua mwenyewe, so, um, nitoa pia shukrani za dhati kwa ndugu yangu Kizabe Ayeba, yeah, big up sana ndugu yangu, eh, sijasahau pia Ejide, Kizenga Tembele, eh, sijasahau pia ndugu yangu Kizabe, eh, Asokolo Ayamba, Mashaka Aya, Asokolo Ayeba, kuna Mashaka ayamba akizi Kandeke na Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic pia sijamsahau msahau Jacques Baguma kutoka uh, Uganda Ewa, nasikia kambi zote zinataka kufungwa turudie Kongo uh, kwa hiyo ni, ni lazima tu, tu, tuone jinsi ya kuweka mambo sawa um, pia na pia katika yale ambayo tutazungumzia ni kwamba kiongozi um, wa Umoja wa Afrika Joao Lorenzo ameweza kuwapokea viongozi wa Senko, amepokea viongozi wa Senko ikiwa ni mkadre ya ile ambayo Senko wako wanalilia kusema kwamba eh, waweze ku, eh, kufanya dialogue dialogue inclusif ambayo itajumuisha kushe zote za murdc juu tupate amani. Aya, tuone nini kikufanya. Monsenyere Filishanse Muteba Mugalu na Monsenyere Donasien Nshole wameenda kukutanana na Bwana Joao Lorenzo. Mm, karibuni, tusikie nini mtatuletea kule. Uh, makamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wameweza kufikishwa kwenye gereza ya Ndolo. uh, hao makamanda wanne wakubwa, ikiwemo e na Christian Chiwewe uh, general uh, d'armee chef d'etat major wa wa zamani wa FARDC uh, kuko Johnny Kabila general de brigade ancien officier uh, Eh, pia kuna John Sangwa général de brigade ancien commandant ajwent wa 12e région militaire, walikuwa chargé na administration na logistique. Pia kuna Maurice Nyembo General Major ancien directeur wa kabinet wa ex chef d'état major General wa FRDC, awa amefikishwa kwenye gereza ya Ndolo kwenda kujibu mashtaka yao ambayo wa wako nayo wa. Mapigano ambayo yalifanyika Lemera yalikuwa na mpangilio wa, wa kipekee sana kwa sababu ya kuweza eh, kunetralize Uvira Magadu wa M23 walitoka Kaziba wakawa wanashuka Lemera, huku upande mwingine M23 ambao walikuwa kwenye milima kwenye uwanja wa vita wameonekana wakianza kurudia, kama wanarudia Bukavu hivi. Eh, huko wakiwa wamechoka wamepigwa vibaya mno, yaani wamekungutwa vibaya, wanaanza kurudi huko walikotokea. Mm, tuseme hivi wakati mikakati hii iko inafanyika ya majeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, wameweza kuwapa mafunzo wanajeshi ambao wana uwezo wa kuongoza drones, sawa so, ndege ambazo hazina rubani na pia kuweza kuwasimamisha eh, ma pilot ambao wanakuwa naongoza sokoi. Unaona, hapa kuna kitu kimoja ambacho watu wengi walikuwaga hawakijua So kwiza FRDC na drone za FRDC zilikuwa zinaongozwa na, na, na ba mercenaire ba uh, unakuta kutokana na geopolitique kwanza, geografia hizo, secret militaire ni formation il, ilifanyika na kama formasyo ilifanyika iko publiye ofisielma na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba tumewafundisha vijana wetu kurusha drone na marubani wa sokoi. Kwa hiyo sasa hivi tunajitegemea wenyewe, kuwa na, na, na, na wanajeshi wetu ndani ya jeshi letu ambao ba Um, abanani wale walikuwa ba, e, Goma, ba mercenaire ba ba, ah, so, ha, ha, na na sawa aka ka inchi ka Europe, so hawakupigana Goma hawakupigana, na walikuwa analipwa 2000 dolar kila mwezi, mtu mmoja 2000 dolar kila mwezi, anakula bure, analala bure, Fredy risk Fredy misio kibao, lakini hawakupigana, mwisho wa siku walijisalimisha na, ma, na, na mahoro, alikuwa, basha bashabebabeba ma vitu gani mapesa ma zao za mingi mingi wakasepa nazo. Unaona, so na sisi kwa upande wetu serikali ikasema, apana inabidi tutengeneze vijana wetu. Ndio shine Uchina, tukaingia nao mikataba wa kutufundisha jinsi ya hivi kumanipile drone. Ndio sasa hivi bo sometimes mkiona madrone uh, um, zinapiga piga, piga. <laughs> ujue kwamba tuko mumaisi <laughs> tuko tunajaribia tuna tu tunapima, so ikienda kuangukia nyumba yako eh, ujue kwamba tuko tunapima tu, kwanza vijana wetu wangali wanamaliza mafunzo, unaona, lakini nasema tu kwa kwa kwa kuchekesha, lakini haiwezi kutokea. Sasa nini kimefanyika? FARDC ilforme 33 officiers penye balingizwa kumaliza mafunzo ya awali na sita tayari washakamilika kurusha drone. Na ni drone za, za aina gani? Drone kamikazi na aina yote ya drone. Ina maana ni ba specialist wenye walifunzwa na arme kongolez, walipata mafunzo kutoka kwa arme shinoaz kwa sababu si facile kuwa korompi aiko ba eh, ba patriote na inakuwa kuni hivyo, lakini tukitengeneza ba patriote wetu wanajeshi wetu vijana wetu licha wanaenda kwa korompi, wanasemaga kwamba elema na yobe eh, elema na yobe ainakuwa, ni mtoto wako ni mlemavu, lakini ni wako, ni tofauti na gisi utamsupporte utam, utam kwa mtoto wa mwingine unaone eh, lakini ni wako kwanza ni mlemavu ndio, lakini ni wako kwanza, unajua kisi utamjiri. Kwa hiyo hawa vijana wamemaliza mafunzo na sasa hivi, sasa kinachofuata hapa ni nini? Ni drones. Tuko na drones nyingi za kutosha, sio kwamba tuna tuko nazo nyingi za kutosha, ambazo zia, tukiamua sasa hizi kupiga, tunapiga. We ufikirie depuis flow ya Uvira ianzie, ni leo drone ngapi ziko zinapiga mpaka sasa hivi na, na bado zinaendelea tu. Kwa hiyo sasa hivi tumeweza kujimarisha vizuri na serikali imejipanga kiukweli. M23 walipita Kaziba, wamoja wakashuka Kamanyola, wengine wakaenda wa, Kaziba wakiwa na lengo la kukonturne, wapite milima Lemera, Lemera wapande waendelee ti mpaka waja wajikute minembo washuke u lakini kule wanasahau kwamba wazalendo ni, ni nyoka wa pori, wako kila pori. Walikutanana na kitu kibaya ambacho hawatokisahau katika maisha yao kabisa, mpaka jisi huko. Naona hiyo milolongo wanaanza kurudia tokea samedi, wanasema tokea samedi, wanaanza kurudia kuelekea Bukavu. Unaona hii na wao pia wanafanya repli strategique. Unaona repli ya M23. Repli strategique hiyo <laughs> wanatoka milimani walikopigwa huko, wanaanza kuja wanarudia. Kwa hiyo walijikuta wanangukia mikono ya wazalendo. Mikono ya wazalendo wenye milima yao, wenye mapori yao, wenye njia zao, kilichofuata watu walikungutwa mpaka Bunyengelele. Ndio hiyo yenye tuko tunazungumzia kila siku kuanzia juzi Kusiana na jinsi M23 iko inaweka mabuklie ya bahutu penzietu mbele yenye ilikute pia maisha ya Marcelin Chishambo. Seloma informasi ambazo tulipata, bahutu banachoka mu M23, babantu ba kongole banachoka maa balikuwa balikamatwa na M23 balikuwa mu FARDC.

un jour kaka bako kende epana na bango donc bazo discriminer bango discrimination so meme na kati ya arme ya ba ya banguna za mingi ubaguzi mu arme ya ba M23 ni ya mingi sana biko na bagua ba ba kongole kwanza awezi kuwa huko na rafiki mwa Rwanda kama kwa mu arme ya ba M23 ebo ndo biko na jikonsentre ukiangalia mu marenyo za ba, ba, ba kongole nanga na na sawa utagundua venye viko nyuma ya nanga ni banani? Mwanzo mwanzo nanga alikuwa anajaribu kutengeneza kikosi chake special cha bakongole, bakuwa namchunga bote, donc anapewa batu bakumchunga

wana ndeko nanga au mituna, naam. Kwa hiyo ndio hivyo, wenye walikuja huko walipigwa wakarudiarudia rudia zao. Nafikiri Bukavu kama uh, mshaona mamlolongo ya, ya es amyaiona ma, makote ya hii njia ya kabari kwenda Bukavu hivi, mtanambia kama mishona mamilolongo ya bakahoko wanarudia kule. Ujue barikiwa bana kula kichapo. Kwa hiyo mkue hapo makini sana, msibasumbuesumbue, mjia mbache tu bapita, uiko na asira moya ya mingi

Fiko bem, sana <todicato> batro. Mi na wainmtuminachoka namamn. Maafisa wanne wa ngazi za juu za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo <todicato> wamepelekwa rasmi kwenye gereza la Ndolo. maafisa wanne wa ngazi za juu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepelekwa hiyo siku ya Ijumaa a Jumatatu jua siku ya Jumatano, Mercredi walienda ku Conseil National de Securite, ni CNS e. Pia um, kiongozi mkuu wa mashtaka ya kijeshi e, mbele ya kuweza kupelekwa ndani ya gereza ya Ndolo. Um, ni pamoja na uh, General Christian Tshiwewe Songesha ambaye alikuwa kamanda mkuu wa majeshi ya FARDC na mshauri wa kijeshi wa Rais Felix. Uh, yuko Brigadier General John Kabila ambaye aliwahi kuwa kwa kupitia uh, kuwekwa kwa kimadarakani na ipolitika nambi, alikuwa kiongozi mkubwa ambaye ni katika ulinzi wa ipolitika nambi uh, kuna Brigadier General ambaye ni John Sangwa na general meja Nyembo eh, kufi wote hao walipelekwa kwenye gereza ya Ndolo baada ya kesi zao eh, kuzidi kuleta changamoto kwenye masuala ya kimikakati. So hawa watu walishtumiwa kwa makosa ya kujaribu kuipindua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Angola Joao Lorenzo ameweza ku naambao, pia ni raisi wa Umoja wa Afrika ameweza kuwapokea jijini Luanda, eh, delegation ya Conference Episcopale Nationale du Congo CENCO pamoja na Eglise du Christ au Congo ECC wazee wa makoti na wazee wa wa wa makanzu wa ikiwemo eh, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu huyu ni mpenda rushwa huyu, lakini pia Monsenyere Donatien Chole unaye, pia ni mpenda rushwa eh, na wazee watoto ziawa e, um, kukutana kwao, uh, ilikuwa ni kuweza kuorganize kuweza kutengeneza e, uh, initiative ya pamoja na e, uh, rais wa Angola kwa ajili ya kuweza kuruhusu kuzungumzia masuala ya usalama na pia kikao ambacho kinatakiwa kufanyika mazungumzo kwa ya wanasiasa pamoja na e, viongozi mbalimbali kwa ajili ya kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na vita ambayo inazidi kuingizwa na M23, na pia kuzungumzia haki za binadamu hizi, ziko zinaonekana kama kupotea katika vitu ambavyo vitazungumziwa e, hapo, ni siku zinazokuja, ili hayo mambo yaweze kufanyika haraka iwezekanavyo, na tofauti na hapo pia wapinzani pia wanasubiriwa kufika. Moizi Katumbi naye pia ataenda na, uh, ni pia mzee wa Verite ya Irne Marte Fayulu naye pia ataenda na wengine wengine wapinzani, ili kuweza kuleta kuzungumza. Sasa uh, swali ni kwamba je, ah, wazee wa makoti wazee wa makanzu na wapinzani wakizungumza na serikali, kumbe tukae meza moja, ndo watamaliza vita Kwa sababu mkongomani unatakiwa ujiulize, je, hawa wakienda kukaa kwenye meza ya mazungumzo ndio watamaliza vita? Ujiulize, huku vita ya Rwanda ni kuchukua udongo ardhi, ndio vita ya Rwanda ile, na Rwanda anasema yeye anataka kuchukua ardhi. Sasa hawa wazee wakienda, ndio wataenda kumaliza ile vita? Tuongee ndiyo ama hapana? Nasubiri comment yako, nasubiri ujumbe wako. Uh, tuone jinsi tutapitisha jioni. kwa sababu gani? Uh, mnajua ndugu zangu, si wakongo mani, tusikue babu mbavu. Nitazungumzia fakte mbili hapa ya hii vita, deep. La cause profonde ya hii vita ni ile tu occupation. Rwanda nataka Kongo Mashariki ya Kongo, hii sehemu ya mashariki ikuwe autonome, ijiongoze yenyewe, ikuwe na rais wake na kila kitu chake, na viongozi ambao watakuwa ndani ya ile serikali wakuwe na dependre na Rwanda direct. Ina maana kama tuko na president ku East ya Kongo, ule president eh, lazima atakuwa ni mnya Rwanda, tuandiza mnyamulenge, sawa so, sote so, banena tia marionete umwa botuti kwa mfano hii politika na, corner na uh, nanga kwa mfano hivyo. Kwa mfano batie kongole tu mwingine ndo eh bumba fumwa mwaka 2023 sawa, bamtie pale ndo presida wone. Fikiri atafanya nini? Atakuwa na dependre na Rwanda direct. So ile ni rais de deux couloir économique na couloir sécuritaire hizo mbili, couloir économique kwa kwamba batapata akse ya kuwa na eksploati maminere za muest ya Kongo. Nye iko na batako biko na sekirite, kiasi kwamba arme rwandeze, ndo itako na kontrole mipaka yote. Gisi sharte ilikuwa nasema wakati wa ipolitika na mbe aseme eh, arme rwandeze iko na akse ya kuzunguruka mipaka yote kenda ya Kongo. Donke waingie mu mipaka yote kenda ya Kongo. Arme Rwandeze kwiko naenda ina chunguza kulinda ile mipaka. No. Foli. Upuuza ambao hauwezi kufanyika. Ile ndio nyewako wanataka. Sasa haya mazungumzo bila kumpiga Rwanda, bila kupiga M23 itoke. Hayata kuwa na maana yote. Mimi kwangu haya mazungumzo sioni kama iko na faida. Bo, nafikiri serikali ilifanya hivi ili kwanza ile wenye maana simanga tosengelele ya chona na nini? Aya aya, kwa tena muwe pe na kibembe. Sisi tuone kinachokuwa na na nini. Afuta naende kwa kusema ta songoro achule na msalo au mamloko. Kwa hiyo ndio hali yenye iko ina inaendelea hiyo. Tusubiri tuone kama kwenda kwao kule kutaleta faida ama kutaleta hasara. Nafikiri tushie kwanza hapo kwa kwa leo. Mingine tukutana majira ya saa kumi na mbili.